Naitwa Samia Abdala Ngajua, mwanakikundi wa Ripati, naishi kijiji cha Chimbira B. Kikundi kinaitwa Tunaweza. Nilijiunga na kikundi cha Ripati mwaka na 2021. Kikubwa zaidi kilichonihamasisha mimi kujiunga na kikundi cha Ripati kwa ajili ya kwanza kabisa kujifunza niache na kilimo kile cha zamani ili nije nifunze na kilimo cha kisasa. Na nilipofundishwa kwa kweli, nashukuru nimefunzika. Niliambiwa nichimbe shimo, alafu unachukua mbolea samadi plastiki kumi, unachanganya, baadaye unachomeka mche mm. wa mgomba. Kwa kweli nimefanya vile, mafanikio yake nimeyaona, sababu mkungu unaweza pale kunyanyua, mimi peke yangu siwezi. Kwa kweli mafanikio ni makubwa sana pale tunaweza tukauza mkungu mmoja elfu ishirini na tano kawaida wakati kile kilimo cha zamani uwezi ukapata mkungu bora wa kuuza elfu ishirini au ishirini na tano unaweza ukauza elfu kumi elfu kumi na mbili hata elfu nane sababu auzaliwi bora ndio kitu kikubwa zaidi kilichonivutia kwenye kapu la uchaguzi nimechagua kilimo ambacho kitakachonitoa hapa kunipeleka pale kwanza kabisa kilimo cha migomba pili mahindi ya mbegu tisa maharage lishe, viazi lishe, pamoja na miogo. Kilimo cha miogo nimelima ukubwa wa robo eka. Mwaka wa kwanza nilivuna, nilipata viroba vya miogo mibichi viroba sita, na kila kiroba niliuza elfu thelathini. Baada ya kupata ile hela nilimsomesha mtoto wangu wakati anasoma kidato cha kwanza mpaka cha pili na mwaka huu nimerudia tena hapo kupanda ila bado sijavuna nacho. Nikishavuna, nikishapeleka sokoni kuuza, nikishapata nitapeleka kumsomesha mwanangu, sababu anaendelea na masomo ana yupo chuoni Mtwara, chuo nimtuara kipo cha maendeleo ya jamii. Kwa kweli nashukuru, baadae wamefika wa kufunzi kutufundisha jinsi ya upandaji mihogo, nikafunza nikafunzika, nimepanda sentimita iliyotakiwa nimepalilia muda unaetakiwa kwa hiyo mavuno yangu ninayapata bora zaidi kuliko nilivyokitumia kilimo cha zamani kabla ya mradi. Kwa kweli nilikuwa ninalima kienyeji na mapato yalikuwa hafifu sana, lakini saa hizi kwa jinsi nilivyofundishwa upandaji wa migomba ya ndizi, utayarishaji mpaka kuchomeka ule mche, mara kuhudumia kwa kweli namshukuru Mungu, mapato yake ni mazuri tofauti na zamani. Zamani tulikuwa tunachukua tu mcha wa ngomba andizi, tunachimbia, tunavyotupatupa jivu unapanda. Kwa hivyo utakuta mgomba unaweza kukua, mazao yake unaweza kupatikana chane tatu au nne, hapo ndio zimejitahidi kuzaa.